Maonesho ya biashara sabasaba. Maonesho haya yamewashirikisha wadau mbalimbali ndani na nje ya Tanzania katika masuala mazima ya biashara, kubadilishana uzoefu na pia bidhaa. Chuo Kikuu cha Dar es Salaam ni mojawapo ya wadau walioshiriki katika maonesho haya. Mtazamaji, leo tunawakaribisha katika banda la Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, ambapo wamewashirikisha wadau au waadhili na wanafunzi waliofanya tafiti zao mbalimbali, na leo siko peke yangu katika kipindi hiki, nipo na mmoja wa watumishi wa chuo kikuu katika upande wa unasihi anaitwa George Chacha, mnasihi kitengo cha ushauri na unasihi, Dar es Salaam. Karibu bwana George. Asante sana hmm. Katika maonyesho haya ya biashara ya, ya sabasaba, labda kitu gani ambacho mmetuletea au mmewaletea wananchi kuweza kutembea na kuangalia katika banda leno? Asante sana, ni swali nzuri. Sisi kama kitengo cha ushauri na unasihi, chuo kikuu cha Dar es Salaam tumewaletea kwanza uh, huduma ya masuala mazima ya afya akili pamoja na ustawi wa kisaikolojia wa binadamu katika ujumla wao, lakini pia tumewaletea huduma ya vipimo yani uchunguzi, screening tools kwa ajili ya kuangalia kwa mtu ambaye ana kiwango kikubwa cha msongo, kwa mtu ambaye ana changamoto ya matumizi ya pombe kupita kiasi, kwa mtu ambaye ana wasiwasi uliopitiliza, lakini pia kwa mtu ambaye anapitia hali ama ugonjwa wa kile unaoitwa sonona ama depression kwa baada ya sisi kumpa huduma kumpa elimu anaweza pia kufanya uchunguzi. Kwa hiyo hizo ndizo huduma kuu ambazo zote zimebaki kwenye mwamvuli masuala mazima ya huduma ya afya akili na ustawi wa kisaikolojia. Labda kwa mtu ambaye anatuangalia sasa hivi, anataka kujua nini maana ya neno unasihi na mnasihi. Okay, unasihi, tunasema ni counseling. Hii ni huduma ya kitaalamu ambayo hutolewa uh, baina ya mtaalamu na mteja wake ambapo makusudio ama dhamira kubwa ya hiyo huduma ni kuhakikisha kwamba mtu anajitambua, anafikia kiwango kikubwa cha ufanisi, lakini kama alikuwa anapitia kwenye hali fulani ambayo haimweki kwenye ustawi mzuri wa kisaikolojia ambao nilizungumza, ama afya yake ya akili, basi namrejesha baada ya kuwa amepata nini cha kufanya, amepata wapi pa kuanzia. Hiyo ndiyo huduma ya kinasihi ambayo tunaweza tukaiweka katika lugha ambayo kila mmoja anaweza akaelewa kwa ndani yake. Sasa mnasihi ni huyo mtaalamu ambaye anatoa hiyo huduma ya kitaalamu niliyoisema katika unasihi, ila ni lazima awe amepitia mafunzo, awe amepitia kwenye elimu na awe ana sifa na vigezo vya kuwa mnasihi. Na moja kati ya kitu ambacho watu wengi huwa wanakichanganya, sisi hatuwapi watu majibu, bali tunawasaidia katika yale majibu yao, aidha kuyaboresha, ama wao wenyewe kutengeneza majibu ya mambo ambayo wanakuwa wanayapitia. Kwa hiyo mtu anakuwa na kitu fulani anakiwaza, anataka ile, yani mawazo anayafikiria kutokea katika uhalisia wake. Kwa hiyo tunaangalia kama ni sahihi ama sio sahihi, hapo ndipo tunapomboreshea na yeye anachukua kile ambacho anaona kinamfaa. Okay. Asante katika... mm. Kuna maneno mengi mitaani. Kuna mtu anakwambia kila mtu anakuwa na changamoto ya afya ya akili. Hii hali unaielezea una tukizungumzia changamoto hasa kwenye mlengo wa kuwa na msongo fulani, ni kweli. Hata mimi na taaluma yangu ya saikolojia, pamoja na shughuli zangu za kinasihi, ninayo hiyo changamoto ambayo, kwa kiwango kilichopo, inanisaidia kuwa na ufanisi, inanisaidia kuwepo duniani, kwa sababu naihimili, nihimilivu. Lakini changamoto hiyo inapokuwa imezidi, tunaita inakuwa kwenye chronic state, hii ndiyo ambayo sasa inakwenda kuleta matatizo ambayo mwisho wa siku inakwenda kuleta mpaka mkanganyiko kwenye afya ya mwili na kuleta magonjwa na vitu vingine kama hivyo. Kwa hiyo katika, katika kiwango kidogo cha msongo kinachohitajika ni kweli kwamba kila mtu ana hiyo changamoto ya afya ya akili. Ya afya ya akili. Katika kiwango ambacho kakisa, ni himilivu na kinahitajika katika uwepo wa mwanadamu, okay. Kumekuwa kuna mkanganyiko. Kumekuwa kwenye mk, kuna mkanganyiko kwenye jamii kuna mambo matatu. La kwanza ni afya ya akili. Afya ya akili kwanza, tuelewe kwamba ni afya, kwa maana kwamba inakusaidia kukabiliana na changamoto za kila siku za maisha, inakupa nafasi ya kutambua uwezo uliokuwa nao, inakupa njia sahihi za kufanya kazi na kufurahia maisha yako, alafu kikubwa zaidi unakuwa na kitu ambacho unakichangia kwenye jamii. Tukisema hivyo, hiyo ndiyo afya ya akili. Kwa hivyo tunasema huyu mtu ana afya bora ya akili lakini kinyume na hapo, kama haikupi huo ustawi, hauwezi kukabiliana na changamoto za kila siku za maisha, hautambui uwezo wako, haufurahii maisha, hata kama unafanya kazi, hauna kitu unachangia kwenye jamii, tunasema umeingia kwenye changamoto. Lakini kuna tatu ambayo ni magonjwa ya akili. Sasa haya yanapokuwa yamethibitika, hasa na madaktari bingwa wa afya na magonjwa ya akili, kwamba yanaleta mwingiliano usiokuwa sahihi kati ya mtu mwenyewe na mazingira aliyokuwa nayo, yani biolojia yake na mazingira yake katika kuleta huo utimamu, ufanisi, na haya mengine yanapelekea mpaka watu wanakuwa na hali za kufikia hatua ya akutamani kujiua na vitu vingine kama hivyo. Nasema sasa, huyu mtu ameingia kwenye magonjwa ya nini, ya akili. Kwa hiyo kuna afya ya akili, kipengele cha kwanza, afya. Kuna changamoto za afya ya akili baada ya kushindwa kuweka vitu katika hali ya uhimilivu, halafu kuna magonjwa ya akili kama ambavyo nimetoka kuelezea. Kuna hayo mambo matatu. Mtu anapokuwa na afya ya akili, kama ambavyo tumesema, anakuwa ni ana ufanisi katika eneo lake. Anakuwa ni mtu ambaye ana uwezo wa kukabiliana na kila changamoto inayokuwa inakuja mbele yake. Ni mtu ambaye anafurahia maisha, ni mtu ambaye anakuwa ana uwezo wa kutunza mahusiano. Naposema mahusiano, sio ya kimapenzi, lakini mahusiano na watu wote na familia kwa ujumla. Anakuwa ni mtu ambaye hata naye pia anafurahiwa na watu wengine, hatunzi vinyongo. Yaani, kifupi, ni mtu ambaye anajua kwa nini anaishi, anakusudiwa ambalo analiishi na analifurahia. Kwa hiyo huyo ana afya bora ya akili. Tunavyosema kwamba unapokuwa na furaha ni tiba, ni sehemu kubwa sana ya tiba, tunasema kwamba, unapokuwa na furaha, ya tiba. sasa hapo ndipo tunapoingia kwenye swala la upweke, ambayo hiyo ipo kwenye changamoto ya afya ya akili. Naam. Katika hili kumsaidia mtu mtu mtu tunamsaidiaje? changamoto changamoto ya ya kuna kuna ambavyo vimesababisha, okay, kwa kwa baadhi mtambuko ni mengi, anajitoa uhai, tunatumia shirika kutambua kwamba huyu sasa hapa anahitaji msaada msaada ya ushauri. Kuna masuala ya kawaida kabisa ambayo mfano kimoja wapo umetoka kukisema binadamu wa kawaida anatakiwa binadamu kwa... wa kawaida anatakiwa kama ilivyo kujenga mahusiano bora, binadamu wa kawaida anatakiwa kuwa na mtu ambaye anasamehe na kusamehewa. Unapofikia pointi ambapo binadamu huyu hachangamani na watu, binadamu huyu ametunza maumivu na vinyongo, binadamu huyu huyu labda unasikia anatamka au anaweka dhamira ya kutaka kujiondoa duniani, binadamu huyu huyu unashangaa wakati mwingine anaanza hata kuuza mali ambazo amezichuma kwa jasho na damu au anazigawa bure, yani ni mtu ambaye amefikia kwenye kiwango chake cha juu cha kukata tamaa. Binadamu huyu huyu anakuwa anaanza kupata mabadiliko ya kitabia halali kwa wakati, anaanza kutumia vilevi kupita kiasi, yani inakuwa sio sasa katika hali ya starehe kama ambavyo wengine wanavitumia, inakuwa ni katika hali ya kwenye mazisha. Hisia hasi ambazo anakuwa nazo ni mojawapo ya dalili ambazo zinakueleza kwenye ya afya akili, na ni kweli kwamba kisababishi ama kichocheo cha watu kuwa na afya bora ya akili au kuwa na changamoto ya afya ya akili inategemea wewe, mahusiano ameu i <tipati> <tipati> <tipati> mapenzi. Siipendi sana hiyo kauli. Uh, chanzo huwa ni hisia ambayo imeshindwa kuhimilika wivu kile ambacho kinahitajika kwenye, kwenye mahusiano hasa ya kimapenzi mm. Lakini ukizidi unakuwa ni mtatizo, si ndio? ki na kiasi. Kwa hiyo kama hisia hiyo imeshindwa kuhimilika ndio inayoweza kuzaa matukio ya kufanyana ukatili, ya kujiua, mauua na vitu vingine kama hivyo. Tazamaji wa Mlimani TV, kama kawaida tulivyosema, tupo hapa katika maonesho ya sabasaba na katika maonesho haya Chuo Kikuu cha Dar es Salaam kimekuletea mambo mbalimbali, mbali na watafiti na hapa siko peke yangu, nipo na George Chacha, yeye ni mnasi kitengo cha ushauri, na mimi ni Sofia Malaki. tunakusiendelea kukusikiliza kinachojiri katika maonesho haya. Chacha, hebu tuendelea kutuambia, hmm. masuala ya kwa tafiti ambazo zipo za Shirika la Afya Duniani inaonyesha wanaume wapo kwenye hatari mara tatu zaidi ya wanawake. Kwa nini? Uh, tukija kwenye aspect ya wanaume. Kwa mwanaume ana ananyimwa haki ya kueleza hisia zake kutokana na tamaduni namna mm. ambavyo amelelewa alivyokuzwa Kumbuka, ukizaa mtoto wa kiume anaitwa simba mwamba. Kwa hiyo hata kama ana mambo ambayo anapitia hatakiwi kuonyesha kama na, na wakati mgumu ama anaumia, utasikia tabia za kike hizo. Kwa hiyo wanaume wengi tuseme ni kama wanakufa na vifo vya tai shingoni, maana mambo yao ndani wao, kwa sababu hawezi kuyaeleza, yanatengeneza sumu katika uwanda wake wa kisaikolojia hata wa kibayolojia. Lakini issue nyingine, wanaume wengi wanapitia changamoto ya kiuchumi. Kumbuka wao ndio wameonekana kama ndio providers, ndio hata nguvu ya kuongea. Kwa hiyo hali hiyo kama itakuwa inaendelezwa namna hiyo, itakuwa ni changamoto kubwa sana kwa wanaume wengi wengiishi nyingine, jinsi ambavyo jamii yenyewe imewaproject wanaume. Niambie, leo hii mimi nikienda popote kulalamika kwamba napigwa na, na mke wangu nani ataniamini? w lakini tuangalie katika uhalisia wake mm. Vikiwa kuna visa ambavyo vinahusu wanawake, jamii nzima inatazama, lakini kwa matukio ambayo yanahusu wanaume ni kama jamii ko pia jamii inajaribu kuwa kuwafanya wanaume waonekane kama sio sehemu ya jamii mm, okay. Kwao wanashindwa kuwaamini watu, wanashindwa kuzungumza na watu, wakiogopa unyanyapaa wakiogopa kuonekana kama vile ni walaini ni wepesi, hivyo mambo kama haya huwa yanachangia, japo kuna vitu vingine ambavyo na vyenyewe vinachangia, ikiwemo mtindo ambao mtu mwenyewe anakuwa ameuchagua maisha maisha nayoyaishi. Kuna wengine waga wanachukua mambo ambayo wanashindwa kuyahimili, majukumu ni mengi kupita kiasi, kipato kidogo, kipato kidogo. Kwa mvurugano huu wote huu ndio ambao unafanya wanaume wawe kwenye hatari zaidi ya kujiua kuliko wanawake japo, mm -hmm. Na wanawake wapo ambao wana visa kama hata kama anaumia hivyo, labda tu. Sasa tunalisaidiaje kudili na wanaume, kwamba watu watu wetu waongee, hata kama anaumia, hamtafute yule mtu ambaye anajua kwamba huyu nikimwambia atanisaidia. Daktari wa kwanza, yaani mtu mwenyewe ndo daktari wake mwenyewe. Daktari wa kwanza wa mtu ni yeye mwenyewe. Akisha kubali kubali, kubali, ya, kwamba kuna tatizo fulani linanisumbua, ndipo mm -hmm. anapoweza kutafuta wazo ama msaada kwa mtu anayemwamini Ndio. Lakini tunasisitiza isiwe kwa kila mtu, kwa sababu watu wengine huwa wanachukulia matatizo ya watu saba kama fimbo ya kuwachapia tena iye, na ndio maana tunasisitiza hizi huduma za saikolojia, huduma kutoka kwa wataalamu kama hivi sisi ambavyo tumekuja. Sawasawa, Mtanzania yoyote ambaye atapata nafasi ya kufika hapa ajitanikuta mimi na mwenzangu Mariamu Mtamike tuweze kusikilizana, tuweze kupeana mawazo mbadala ili maisha endelee kuweka maana lakini kukaa tu na wazo lako mwenyewe na ukaliamini wakati unapitia changamoto inaweza isiwe ni nzuri sana. Lakini tujenge kama jamii tabia ya ni watu, mtu akikueleza hajisikii vizuri, tafuta kujua kwa nini, na kama una mbinu za kumsaidia, msaidie. Kuna kitu kinaitwa msaada wa kwanza ksa yote, wa kisaikolojia. Hii anafanya yeyote, sio lazima awe amesomea. Mpe tu mtu sikio, anatamani kusikilizwa, hahitaji neno lako, hata hivyo kumsikilize iliyo nafasi mtu abwage moyo wake tutakuwa tumesaidia sana kupunguza hivi visa kwenye jamii. Okay. Mm. Labda sasa katika swala la afya ya akili. Maana ndio hiyo yani ni tatizo ambalo lipo kwenye jamii. Changamoto za afya ya akili na magonjwa yake. Lipo. Sasa sasa tumtafute mtu, ndio, katika swala zima la afya ya akili. Kifupi sana bila kutumia maneno mengi, tusikae na vitu moyoni, ndio tuwashirikishe watu pale ambapo tunaona tumefikia kiwango chetu cha, cha juu cha kufikiria mm. Lakini pia tuwe ni watu ambao tunapenda kuwa na e, support ya kijamii. Ndio maana tuna mambo ya kiroho, ndio maana tuna urafiki wa kifamilia, tuna ndugu. Tuwe na watu ambao wanatusaidia kuwa bora, sisi tunawasaidia kuwa bora. Sawa sawa, eh, asante bwana Chacha. Karibu sana, tazamaji wa Mlimani TV. Kama ulivyomsikia Chacha ambaye ni mnasihi upande wa kutoa elimu ya saikolojia, tunakusihi endelea kuangalia vipindi vinavyofuata au matangazo yanayoendelea hapa katika viwanja vya maonyesho ya Sabasaba. Utaweza kupata mengi na kujiona au na kujifunza tafiti zinazofanywa na watumishi au wanafunzi na waadhili wa chuo kikuu cha Dar es Salaam a kufikia hapo, mimi ni Sofia Malaki. Endelea kuangalia vipindi vinavyofuata hapa katika maonyesho ya biashara 77 2025.